Mbele ya mahakama yako tukufu na kusomewa mashtaka ya uhaini siku sitini na nane natoka siku iliposomewa mashtaka ya uhaini. Mheshimiwa, uliamuru nipelekwe magereza, magereza nikawe mfungwa mahabusu na kwa siku 68 hizi nimekuwa mahabusu, kwa wiki moja gereza la Keko, na tangu Ijumaa Kuu nimekuwa kwenye gereza kuu la ukomo siku 68. Katika hizi siku 68 na wakili wangu hawa wamekuja kunitembelea gerezani ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashaka hayo. Hawajaacha kuja mahakamani, hawajaacha kuja magereza, na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 hawajaruhusiwa na hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi, in, in confidence. Hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faragha kitu ambacho kimetokea, mheshimiwa. Ukiingia kwenye gereza kuu la Ukonga, unapopita reception una kachumba kujia kwako kwa hivi ako kachumba kamegawanywa mara mbili, kamegawanywa na ukuta wa kioo, ukuta wa kioo. Kwa hiyo wanapokuja wanasimama nyuma ya kioo upande wa reception, na reception iko nyuma yao, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo, tunawasiliana kwa simu na mawakili tunawasiliana kwa simu. Hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka na mimi na manyaraka mengi sana. Hakuna fursa ya kuandika chochote kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kitu, mnazungumza kwa simu.